Ninataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Malava yaani mukiniona mimi hivi ati wale watu tunashindana na watu ni wale eh? Yaani mutu ningeshindana na yeye ni Raila Odinga, lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Early in the morning. Oh, ama na magani my friends. Ni kweli ama si kweli, na sio kwa sababu ya bure because they have no plan. They they have no agenda. They have no no program. They have nothing. Ni watu tu ya kuendesha ukabila, kupiganisha watu, kulete chuki, kulete hasara, kulete hasira. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Malava tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Sasa mimi nataka niwaulize, si huyu Oparanya alikuwa mti Azimio? Si huyu Barasa alikuwa mti Azimio? Lakini kwa sababu wao ni viongozi wako na maono, Tumekubaliana Hakuna haja ya kulumbana, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Ndio tumetengeneza serikali ya broad based, ndio tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko na tuondoe ubaguzi, ndio Kenya iweze kutembea pamoja, ndio wakati tunapanga maendeleo, tunapanga maendeleo ya Kenya yote. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa kamera jamii, ni mkubali, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Munasema tushirikiane, tuungane ama tutengane Tungane ama tutengane? barabara ndio hii tunajenga, stima tuko na mpango, masomo tuko na mpango, matibabu tuko na mpango. Yao ni mpango ni gani? one time kasongo nini hiyo, hiyo itabadilisha dunia hii kweli? Sio, ni ujinga. Sasa hawa jamaa, mimi nataka niwaambie hawa jamaa wa ukabila na kisirani na hasira, ati hawana mpango, hawana sera hawana taratibu, hawana ajenda, hata akili hawana ha. Sasa niwaulize, mtu hana akili anaweza kupanga mambo ya barabara? Mtu hana ajenda anaweza kupanga matibabu? Sijui kama tunaelewana bwana. Na hawa watu mi nataka niwaambie my friends, nyinyi majamaa wa ukabila, nyinyi majamaa wa mambo ya sijui nini, mambo ya kisirani Nyinyi jamaa watu wa chuki, mimi nawaambia mambo bado, mambo bado. Wacha kwanza tupange mambo ya barabara, tupange mambo ya matibabu, tuunganishe stima, tusomeshe watoto wetu, tupange ajira ya hawa jamaa, alafu tutakutana na nyinyi 2027.